niliitwa kama kuna kazi hapa lakini hapakuwa hapa ilianzia mnazi mmoja mm. na ndugu na rafiki na mfanyakazi wa hospitali e, aliniambia unajua kushona njoo hapa kuna kazi okay. kwa hiyo nilipofika pale wakashirikisha uongozi mm. ilikuwa ni mnazi mmoja waliposhirikisha mm. uongozi wa pale ndio wakanipa kazi ya kushona nguo pale Mwaka gani